Katika dominika ya leo, kutoka katika masomo na tafakari yetu ya leo, tunaendelea katika somo la kwanza tafakari juu ya mafundisho ya Nabii Amos leo, ikiwa ni mwendelezo wa mafundisho yake kutoka yale tuliyosikia dominika iliyopita. Dominika iliyopita tuliambiwa Nabii Amosi anatoa unabii wake wakati ambapo taifa la Israeli likiwa katika kilele cha mafanikio biashara, kilimo, uchumi kwa ujumla na siasa zikiwa zimetulia na zikiwa zinaleta mafanikio makubwa na kuwafanya wengi wafurahi kwa utajiri uliokuwa unapatikana kutokana na hali iliyokuwa wakati huo. Na kwa hivyo kutokea kwa nabii Amosi na kuanza kufundisha yale aliyofundisha Dominika iliyopita akiwagombeza kwa wale wafanyabiashara kwa namna wanavyofanya biashara kwa dhuluma na kuwaumiza masikini na kuwafanya wale wasiokuwa na mashamba kuwa watumwa wa ujira mdogo kilikuwa ni kitu kilichouzi tabaka la watawala na wale waliokuwa nacho. Kwa sababu hiyo, nabii Amosi hakuwa maarufu sana na hakupendwa na leo. Nabii Amosi anaendelea na unabii wake, anawaambia wanasiasa watawala, ambao katikati ya hizi dhuluma zote ose anawaambia zitakuja nyakati ambazo hii hali itabadilika na ikibadilika, nyinyi mtaumizwa sana na tutapeleka utumwani, kwa sababu nyinyi watawala mmechagua kuweka pamba masikioni, hamuwakemei wafanya biashara. Nyinyi wenyewe ni sehemu ya huo mfumo kandamizi na nyinyi ni wanufaika. Hali hii haitakuletea baraka wala haitabaki hivi milele. Tutapelekwa utumwani na wahanga wakwanza, wa kwanza. Wakati mambo yakabadilika, mtakuwa ni miji. Mungu amewapa hizo nafasi, pamoja na mambo mengine, muangalie watu wote walionacho na usio nacho. Kwa hiyo changamoto hiyo nabii Amosi anapoiweka haifanyi bado kuendelea kuwa maarufu inamfanya kuwa tishio kwa mfumo onevu na kandamizi na unamfanya kuwa adui na mtu asiyependwa. Mambo kama hayo, tabia kama hizo, ni tabia za kawaida kabisa katika maisha yetu ya kawaida. Tunaonja na kuona wakati mwingine na mara nyingi hali kama hizo. Dominika iliyopita nilisema ni rahisi sana kulikodolea macho tabaka la wafanyabiashara na watu wafanya waliofanikiwa na kuangalia watawala na kusema, hawa ndio sababu kubwa ya mambo jinsi yalivyo na namna jinsi kulivyo, na kuwakemea na kuwanyooshea mkono na kuwachora katika makatuni kwenye magazeti na kadhalika na kadhalika. Lakini Dominika iliyopita tulisema kiwanda cha tabia hizi na mwenendo hii ya namna hii kipo kule katika nyumba zetu, katika familia zetu. Hawa watu wanatengenezwa kule, watu wasiojali, watu wasiothamini, watu wasiohangaika, watu wasioonja na kuona taabu na shida za wengine. Ni matokeo ya malezi na makuzi tunayowapatia katika familia zetu, ni mfumo tunaojitengenezea wenyewe, ni janga tunalolichuma wenyewe na tunakuja kulila wenyewe. Wanaofanya hivyo ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni jamaa zetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kurudi nyuma na kuangalia namugani ambao tunaleana. Kwa nini? Kwa sababu mtoto ambaye amesoma kwa shida na amesomeshwa na mama peke yake, na sio kwa sababu baba hayupo, sio kwa sababu baba hana uwezo, sio kwa sababu baba hana kazi nzuri ni kwa sababu baba ameamua kuponda mali kufa kwaja, na mama angaike na watoto. Huyu baadaye tunapokuja kumpa cheo, kazi yake itakuwa ni nini? Kutoka kwa baba yake atakuwa amejifunza nini? Kwamba ukibarikiwa na ukipata nafasi, tumia, ponda mali kufa kwaja kama baba yako alimwacha mama akateseka katikati ya mafanikio aliyokuwa nayo, na mama akakuumia, wewe umiza ile, mradi mama yako na kule kwenye familia yako mambo yaende vizuri. Mwingine yoyote achana naye, achana naye. Hivi hawa wanaolala kwenye vitanda vizuri na kula vizuri na kunywa vizuri hawafanani na wakina baba wengi wa kwenye familia, naewe nyumbani na posti na ameleo na wakati nyumbani hawajui watakula nini. Hawafanani, eti hawafanani. Kwa hivyo, wakati tunawanyoshea watawala kidole kimoja, vidole vinne vinatuangalia na sisi ni kwa sababu tu hatujapata nafasi. Yaani sisi tukipata nafasi tungefanya vibaya kuliko wao wanavyofanya naaliku wazaka tafakari mambo haya, kila mmoja binafsi yeye yeye ni sehemu ya utaratibu huu kwa kiwango gani? Wengine tumechagua kuwa machao akukemee sisi, kazi yetu ni kukaa mbele na tarumeta na kuimba sifa na utukufu, hata kama jambo lenyewe si zuri. Yetu wakina baba na wakina mama, kama mtoto wako ameajiriwa leo kazini, sio ameajiriwa leo baada ya miezi mitantu na sisi. Mtoto wako ameajiriwa katika ofisi ya umma, mshahara wake unafahamika, marupurupu yake yanafahamika, lakini baada ya miezi mitatu anakupita na magari ya kila aina huko barabarani, mm -hmm. na kututishia kutugonga sisi. Akileta chochote nyumbani, haambiwi umetoa wa wake sisi anaotukosa kosa tukilalamika, mama na baba wanasemaje? Wanamuonea wingu mtoto wangu. Mimi nimezaka kaisi yako kaisi, maana kanayoapata akalingane na kile ambacho tulikubaliana kama taifa, kama jamii, ndiyo kile anachokipata. Ametoa wapi? umuulizi na sisi ukimsema, unasema hata hiyo linyo Maria, pana wanamsema sema mno, mtoto wangu, hata ile kanisa sietu tena. Na kama kijana wanamna hiyo, ni rafiki yangu mimi. Nikisikia watu wanamsema, mimi nachagua kuwa chawa cha wake abana, namonea wivu tu. Fanyeni kazi bwana, wavivu nyie. Umejuaje? Sasa nahitaji kujua kwamba mwalimu mkuu akiajiriwa leo, baada ya miezi mitatu, kama hajaiba, kuna vitu awezi akawa navyo. Kwa nini? Umejuaje? mama yangu alikuwa mwalimu najua. na mama yake alikuwa mjinga tu, shamba. Vitu viko hapa waziwazi kabisa, nishia kufanya hivi na hivi na hivi Saka si matukio yake mambo kama haya yatakuwa kama hizi yasikemee. Na, na anapotokea mtu kama Amos na kuanza kusema wanamwambia wewe Amos, wewe ni nabii. Nabii afanye kazi za unabii. Sisi wapigaji tufanye kazi za kupiga. Usitusumbue. Kila mtu asimame mahali. Kila mtu asimame mahali pake. Aiyo zikai. Nabii Amos anasema mfumo wa namna hii unaitwa mfumo balaa. Unatembea na mbegu za uharibifu wake yenyewe. Itafika siku mambo haya yataendelea kuwa mazuri, kuanzia kwenye familia zetu mpaka aliye juu kabisa. Wote tunapaswa kuhakikisha mfumo unaowatenga wengi, mfumo unaowaumiza wengi na kuwanufaisha wachache kwa gharama za wale wengi, mfumo huu hauwezi kuwa baraka kwa taifa lolote ama kwa jumuiya yoyote. Unapaswa ukienewa tunapaswa taii punguza ile pengo kati ya maskini na tajiri, kati ya walionacho na wasionacho. Tuna majukumu ya kuhakikisha kila mwanadamu ana, ana, anaishi katika hali inayopasa mtoto wa Mungu kuishi, ni kitiada yetu sote tulionacho na tusionacho. tumsifu Yesu Kristo Amen. Yeah. Somo la Injili linatuwekea mfano kwa huyu mmoja anaitwa tajiri na huyu mwingine anaitwa Lazaro. Kati ya masomo magumu kuyatolea ufafanuzi ni somo hili la tajiri na Lazaro, kwa sababu tunaambiwa wakati wanaishi hapa duniani, tajiri alikuwa tajiri, Lazaro alikuwa maskini. Na tunaambiwa Lazaro kazi yake kubwa ilikuwa ni kukaa mlangoni kwa nani? Kwa tajiri. Dio ilikuwa kazi yake. Ha, hatuambii Lazaro kama aliwahi fanya kazi nyingine zaidi ya kukaanagoni kwa tajiri, alafu siku alipokufa alichukuliwa na malaika, halafu alipofika mbinguni akawekwa kifuani kwa Lazaro. Kama kuna mtu alikula sushi ni huyu jamaa. Hatuambii kwamba alikuwa anafanya kazi, kwa hiyo hatuna uhakika sababu ya wa, kasi, uwakika, umaskini wake ni hivi, ni kwa sababu alikuwa kudimu kwa sababu anaambiwa, kwa sababu alikuwa kilema, kwa sababu gani hakuwa? Ndio sisi tunaambiwa tu alikaa. Wewe utakaa mlangoni kwa mtu, alafu wewe tajiri kweli? eh eh, yale ukae mlangoni kwa mtu, alafu wewe wewe tajiri, ukifa uende mbinguni? Hebu kajaribu uone, eh, kajaribu kaka, hii tafuta sehemu kwenye nyumba ya mtu, unaidhani tajiri wewe, utakaa pale mlangoni kwake, alafu ukifa uone kama utaenda mbinguni. Tunaambiwa huyu jamaa tajiri yeye yeah, atakwambia kwamba alipata utajiri wake kwa kuimba, alimua mtu, alimdhulumu, alipiga mtu. Atuambie, lakini tunaambiwa alipokufa akaenda motoni. Kwa hiyo tunachojifunza kwenye somo hili kuwa maskini uende mbinguni na kuwa tajiri uende motoni. Si ndio bwana? Kwani, kwani kuna chochote ambacho tuliambiwa zaidi? Somo gumu kabisa, lakini kati ya kitu cha ajabu ni kwamba kuna mambo ambayo sisi tunayadhani ambayo Kristo amepindua mei hivi. Kati ya tajiri na Lazaro ni nani ambaye tulipaswa kuandikiwa jina lake? Yaani, kati ya tajiri na maskini, nani ambaye tulipaswa kuambiwa jina lake yeah? huku kwenye magazeti yetu na vyombo vya udaku na kila kitu. Kuna maskini yanayeandikwa jina Eh, tunaambiwa mtu mmoja asiyejulikana amepotea, amfanye hapo hapo ile jina lake, wala hakuna mtu anayangaika. Lakini leo mtu alienacho akikanyaga nyanya hapo barabarani na ikatokea zoko, yule aliyekanyaga nyanya ndo anaandikwa jina, yule aliyekanyaga tajiri ameingizwa katika fedhea tajiri fulani ameingizwa katika fedhea na maskini mmoja anayekaa pale mlangoni. Parokia ya Roho Mtakatifu Ngarenaro, na dunia imekufundisha nima kwamba ukiwa maskini weli laana, sindio? Hata unguava. Lakini katika somo hili Kristo anasema mimi namkaa huyu maskini anaitwa Lazaro. Lazaro. Katika somo lote hatujawahi kusikia hata siku moja huyu tajiri amemuita huyu maskini Lazaro. Lakini siku alipoenda motoni, alipoangalia kule mbinguni, akasema Lazaro. Ndio siku alitambua kwamba huyu jamaa alikuwa anagapa mlangoni kwake, kumbe ana jina anaitwa nani? Alafu Lazaro, kwenye hadithi tusipa, haongei Lazaro alikuwa ni nani? Haongei, asemi chochote, hafanyi chochote. Nadhani mwandishi anachojaribu kutuambia ni kimoja, hakuna hakuna ubaya wowote wa kuwa tajiri. Hakuna ubaya wowote, hakuna laana yoyote ya kutokuwa nacho. Ubaya huko pale tunaposhindwa na kukaa na kutambua kwamba uye mwenzangu hana anahitaji ndio maana katika somo hili wanasema yule tajiri alikula vitu vyake kwa anasa. Kwani nani anayekunyima kula mambo vitu vyako? Eti si umetafuta? Yaani wakati wa kutafuta, wakati wa kula ndio mseme unakula kwa anasa. Inaanzia na ukweli kwamba anaingia mlangoni kwake na kutoka kwa kila siku, lakini hakuwahi kumtambua Lazaro aliyekuwa, Lazaro anagaa mlangoni kwake. Hili ndiyo tatizo na huu ndio upofu. Wakati mwingine tunapopewa madaraka, tunapopewa mamlaka, tunapigwa hatuoni shida za wale ambao tumepewa kuwahudumie. Dominika ilivyopita, anasema maskini thamani yake imekuwa sawa na jozi ya viatu. Na nyinyi mpo ambao meambiwa msimamie ugawaji wa rasilimali, mpaka maskini thamani yake imeshuka kiwango hiki. Iko wapi Kwanza kusikia mambo makubwa makubwa, huyu sijui ana ana, ana sasa. Sijui zile ni tetesi, sijui ni wivu, maanake na sisi masikini wakati mwingine tuna wivu. Sijui ni wivu, sijui tunawaonea, sijui tuna tuna nini, tunapoanza kusikia huyu ana majumba sijui wapi, huyu sijui amenunua magorofa magorofa kule wapi wapi, na kadhalika nani. Na sisi tunaangalia mbona katika nchi huyu ana nafasi ya umma kabisa lakini haya mambo tunayosikia anayafanya. kujali maana yake? Eti, kujali maana yake, ni mfano rahisi wa mtu anayejali ni kijana anayetaka kuoa kuo. taka... kuo. Kwa mfano, anataka kuoa anataka fika sasa, anataka kuoa, anaanza kuhangaika apate nyumba pale, kwenye nyumba anaweka sehemu ya kuweka viatu anajua viazi vyake vikizidi vingi ni pea tatu, lakini huyu atakayekuja anakuja na viazi pea kama nane. Anaanza kuweka shelfu kubwa, huyu mwanamke bado hajaja, lakini yeah. ana, la anaanza kuweka shelfu, si ndio? ana- anaanza kufikiri, jiko lake lilikuwa la gesi, anaanza kufikiri huyo anayekuja, mambo hayatakuwa hivyo anaanza kubadilisha ana, ana, pale nyumbani na huyu mtu aja, ili atakapokuja akute mazingira yatakayofanya aishi kwa amani na furaha. Hiyo ndio tabia ambayo tunapaswa kuwa nayo, kujali, kujaliao mtu awe nacho asiwe nacho, ni mtu anaumia kama wewe unavyoumia. Mungu akikuneemesha, Mungu akikubariki, angalia mahitaji ya wengine. Swala sio maskini na tajiri, swala ni mahitaji, kwa sababu kila mmoja anahitaji, kila mmoja ana. Kwa hiyo we ukifikiri hauhitaji kwa sababu una magari mengi, siku likikwama nani anakuja kusukuma eh? Nani anayesukuma gari likikwama? Ah, wewe unataka kujua kwamba unahitaji, hauhitaji ukifa wale wanaoingia kaburini kaburi ni wale wanaoingia kaburini kaburi ni mishale, kupokea kupokea, ni wakina nani kule kijijini? Ni wakina nani? Yale wamekaa kwa, umeishi maisha yako kule kijijini, wanajua huyu jamaa eh, ndiye mwenyewe. Lakini wanaokwenda kuchimba kaburi wa kule kijijini sasa ni wakina nani? Na sasa wanne washika kaburi ya kaburi, wewe wewe, tunaangalia wapi wapi? wale ambao wakati tukiwa na nguvu tusije tukawajali wala kuwathamini, ndio watu wa mwisho wanaoshika jeneza lako kukuweka chini. Tunahitajiana. Mungu akikubariki, kumbuka wengine, isiwe tu ponda mali kufa. A, hapana. Mungu wako asiwe tumbo. Angalia, kuna wengine wanakaa mlangoni kwako, yule au usikoi wako ausikieli wako bidi kule kijijini, babu kuna majirani. Kile ambacho unatupa wewe kwao ni cha manufaa. Kwenye kabati lako la nyumbani leo ukiuliangalia, zile kuo ambazo umezieta zinaulizana wewe umekujalini utaondoka. Unaweza ukavaa viatu peangati mara moja eh? na kuna anaitembea i pale, sio kwa sababu amependa, sio kwa sababu ni mvivu mae hayakumwendea tu vizuri. Tujali. Na kujali kunahitaji kufungua macho, kufungua macho na na na kuona mahitaji na shida za wengine. Ndio ilikuwa tatizo la huyo tajiri. Tatizo lake alikuwa utajiri, tatizo lake lilikuwa kutokujali. Hakujali, na ndio maana Lazaro amewekwa pale na ametajwa jina kwa sababu Yesu anajali, Mungu anajali, tunaalikwa kujaliana na kuthaminiana. Sasa kitu cha pili ambacho nataka kuzungumza leo katika tabia yetu ya kutokujali na mambo yetu haya ya dharaudharau. Jana tumekuwa na misa hapa kamkano kwetu na marafiki walisema leo na wanazungua kampeni yao ya kapu la mama, ili huo utume wafikie wale ambao kwa kweli kwa namna moja au nyingine isinge kuwa rahisi katika jimbo letu hili. Ujiukiwe Christmas, ni tarehe 25 t mwezi wa kumi na mbili, si ndio? Kuna wengine inabidi tuanze tu kusherehekea Christmas tarehe 20 mwezi wa kumi, ndio hili usumbuke vigango vyote 40 au 75, urudi parokiani siku ya tarehe 25. Kwa hiyo kwa, kwa wakati hawamoni pale hawamoni katekista, kwa sababu hawatoshi. Faraja yao pekee ni kusikia neno la Mungu, kusikia nyimbo zikitoka ziki, kwenye Redio Maria au kwenye redio yoyote. Umeshaikwenda parokiani, ukaenda misa mahali siku ya Krismasi, wakaanza kuimba wimbo wa Pasaka? Sio kwa sababu hawa sio rahisi kwanza unaangaika wafanye ishara ya msalaba, kuja kuambia wimbo wa Krismasi na wimbo wa Pasaka, hii ni ya mbele sana. Umewahi kwenda kumhudumia mgonjwa akakwambia hata faraja yako pekee ni kwa sababu nilikuwa nasikia, nasikiliza misa kwenye redio, walau nimeshiriki ile sehemu ya neno

Ikiomau kwa kichungaji, nimewahi kwenda parokia ya Kijungu na kutoka pale nikaenda kigangoni ili kuadhimisha misa ya Dominika. Kwanza misa yenyewe lazima ianze saa tatu usiku, ndio kwanza watu wao wametoa ng'ombe wamekamua na kadhalika na kadhalika. Ndio misa ya saa tatu usiku, wakiona gari la padri linakuja kule, lile ui, wakati linatimka, wanapiga ukunga, wanalia kwa furaha. Sehemu tumefika mahali gari limepita, kwa sababu kilikuwa ni kipindi cha mvua na ile tairi imechimba maji, yanaporudi ndipo wanapokwenda kuteka maji. Jimbo hili alafu tunaposema jamani, kuna ile mfuko wa uinjilishaji, tunaomba tujitoe kidogo, ili walao hawa wenzetu wasisake chini ya mji, walau kuwe na bahati pale wanaposalia asema ni michango una tofauti. Jamaa, kuna Lazaro wengi wako milangoniwea Tuangalie wiki iliyopita nilikuwa, kwa sababu tulikubaliana kila baada ya miezi mitatu kufanya tathmini kwa namna ambayo tumetoa zaka. Hayo kuna mambo mengine hatkuyazungumza sana kwa sababu ninyi wenyewe fadha limefadha. Zaka ni jambo binafsi, na kwa kweli limekuwa binafsi. Epona jumuia ina kaya kumi na tisa, na kaya zote na watu wote katika hizo kaya wametoa zaka, tuwapigie makofi <laughs> ngapi wala hiyo sio swala langu bwana, wala baasha alipewa amerudisha. Kuna jumuiya ya jingine inagaya nani haki ya Mungu kuu hajatoa muuliza baasha yangu imepotea, pale ofisini pametokea hiki na pale, hiki kimetokea na hiki kimetokea. Yani kuhusu habari ya baasha ya zaka, kuna visingizio lukuki. Mimi naamini katika maisha, Mungu akipenda kitu, hakuna kinachoweza kumzuia. Angalieni huyu tajiri alifikiri angeweza kubadilisha mambo baada ya kufa. Namwambia Baba Ibrahim, sasa kule nyumbani kuna wenzangu watano walikuwa wanaishi kama mimi, naomba kweli na, na kuomba umwambie mtu atoke huko aende akazungumze nao. Yaani huyo tajiri mwenyewe anafahamu kuna habari nyingine lakini mtu atoke mbinguni ndio akaende kuongea na watu duniani. Dunia kwa kweli kwa habari ya basha nataka, kuna watu na mimi atoke mtu mbinguni, jamani, ndio anaweza kusikia. <coughs> sio kwa bahana, sio kwa bahana uwezo, lakini hajali, hajali. kwa hivyo tunayo mambo mengi sana ambayo tunapaswa kujali kuja. tu tuanze kujali wenyewe ya, familia zetu tuanze kujali kanisa, tuanze kujali jamii. Mungu amekubariki yani wengine, yani wengine tujaliane, ya, tuthaminiane, tuhakikishe mwanadamu yoyote anayewekwa mbele ya uso wetu anapata hadhi na heshima ayemsainu mwanadamu, kwa sababu sisi hatutakubali mtu wake utwezwe, wala sisi kuwa sehemu ya kutweza mtu wake, kwa sababu ya kutokuwa nacho, kwa sababu ya kuwa nacho, kwa sababu ya kabila lake, kwa sababu ya mahali anapotoka na mahali anapokaa. Mtu ni mtu. Siku hizi kuna msemo nimesikia, sema amenjae na Kristo amevaam kwa ajii, hata katika kutokuwa nacho sisi pia tunaweza kuthaminiana.